Ili benki ya CRDB iendelee kukua na kushamiri katika karne ya 21, ijielekeze na kuongeza nguvu katika maeneo kama matano hivi yafuatayo, na hayo ni kwa uchache. La kwanza ni kuendelea kufanya mageuzi ya kiteknolojia kwa kuongeza matumizi ya huduma za kimtandao ili kuongeza ufanisi, usalama na ushindani. Na hii inajumuisha ushirikiano na wadau wa teknolojia ya fedha ili kubuni bidhaa na huduma zenye ubora. Kuwekeza kwenye teknolojia kutapunguza gharama za uendeshaji, kutawezesha kuwafikia wateja wengi zaidi kwa muda mfupi na hasa walio vijijini na maeneo yasiyo na matawi na kwa watu wenye kipato cha chini au wasioweza kufungua akaunti za kawaida, hao wataweza kupata huduma kwa njia rahisi zaidi. Aidha, ili kunufaika na teknolojia ni muhimu kuwa na rasilimali watu yenye ustadi katika TEHAMA. Lakini vilevile, katika miaka ijayo matumizi ya akili mnemba katika tasnia ya benki yanatarajiwa kuleta mageuzi makubwa na kufungua fursa mpya na kulingana na utafiti wa OECD wa mwaka elfu mbili na ishirini kazi na tasnia ya benki na bima nyingi zinaelezwa kuwa zitafanyika na roboti na akili mnemba. Kwa hiyo ni vyema benki ya CRDB ijipange vizuri zaidi kuanzia sasa kutumia fursa zinazoibuka kutokana na matumizi ya akili mnemba. Nawapongeza sana kwa jitihada ambazo umefanya katika eneo hili, lakini tunakokwenda tunahitaji jitihada zaidi. Jambo la pili, kukua kwa matumizi ya teknolojia kumeleta pia wimbi la matukio ya uhalifu wa kimtandao unaohatarisha mitaji ya benki duniani na kuongeza gharama za kukabiliana nao. Na kutokana na hilo, usalama wa benki ya CRDB pia unaweza kuhatarishwa na mwitikio wake mkubwa katika matumizi ya tehama. Hivyo udhibiti wa tishio la uhalifu wa kimtandao unapaswa kuwa kipaumbele cha benki yetu hii, ili kujenga imani ya wateja na kulinda heshima yake. Kwa hiyo benki yetu ya CRDB kwa maoni yangu, haina budi ijiandae na ijihami mapema na wakati wote kupambana na uhalifu wa kimtandao. Jambo la tatu, Rasilimali za mtandaoni kwa Kiingereza wanaita digital assets, pamoja na teknolojia ya blockchain, ni miongoni mwa mageuzi makubwa katika sekta ya fedha duniani, hivyo mabenki ikiwemo CRDB yanahitaji kuangalia namna bora ya kujumuisha mageuzi hayo ya kifedha katika orodha ya huduma zake. Jambo la nne, ambalo napendekeza kwenu board na management ni kwamba management ya vihatarishi na hitaji la kuzingatia kanuni za kifedha za kimataifa. Hili nalo inabidi liangaliwe, na sababu yake ni kuwa matumizi makubwa ya teknolojia yanaondoa mipaka ya kijiografia na hivyo kuunganisha huduma za fedha duniani. Sasa hii inazitaka Benki Kuu, lakini pia Tanzania Bankers Association wapitie sheria na kanuni zinazosimamia sekta ya fedha kimataifa lakini pia ndani ya taifa letu, ili kuweza kulinda na kuepuka hatari za kupoteza rasilimali. Jambo la tano ni kuhusu ulinzi na uhifadhi wa mazingira. Nitangulize pongezi kwa benki ya CRDB kwa kazi nzuri ambayo imefanya katika eneo hili hadi sasa, lakini kwa ukubwa wa tatizo tulilo nalo la uhifadhi wa mazingira Mabenki yamekuwa ni sehemu muhimu ya kutekeleza mkataba wa Paris kwa kuwezesha upatikanaji wa rasilimali muhimu katika jitihada hizo. Na kwa mantiki hiyo, mabenki yanahitaji kuangalia uwezekano wa kuunganisha nguvu kwa kuwa na miradi ya pamoja na taasisi nyingine za fedha ili kupata kiwango kikubwa zaidi cha fedha kuziba pengo la ufadhili wa miradi ya mazingira ambalo kwa kweli ni kubwa sana na ni matumaini yangu kuwa benki ya CRDB chini ya mwavuli wa Tanzania Bankers Association mtazingatia pia hii ajenda kama ambavyo tayari mmekuwa kinara katika swala la hati fungani ya kijani. Mheshimiwa Makamu wa Rais, miaka 30 iliyopita CRDB ilizaliwa ikiwa na matokeo ya uboreshaji wa sera na jitihada za kuimarisha sekta ya fedha nchini. Kwa kuungwa mkono na serikali ya Tanzania na wadau wa maendeleo tulianza safari yetu tukiwa na dhamira moja tu ambayo ni kuleta huduma za fedha karibu zaidi na Watanzania na kusaidia kukuza uchumi wa taifa letu. Haikuwa safari rahisi, lakini kwa mshikamano na uongozi madhubuti tumeweza kutoka kuwa benki changa hadi kuwa taasisi kubwa ya fedha yenye mtandao mpana wa matawi ndani na nje ya nchi mifumo thabiti ya kidijitali ambayo ni ya kisasa tukitoa huduma na suluhisho bora za kifedha zinazokidhi mahitaji ya kila kundi la wateja wetu. Leo hii tunajivunia kuwa benki inayoongoza nchini Tanzania kwa ukubwa wa mali yaani assets, wigo wa huduma na mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi kupitia, kupitia upanuzi wa biashara yetu nje ya nchi tukiwa tumefikia Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na hivi karibuni tunaanza kuingia Dubai. Benki ya CRDB imeonyesha dhamira ya kuwa mshirika wa kweli wa maendeleo katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati na nchi zingine za dunia. Azima yetu ya benki imekuwa ni kuboresha maisha ya Watanzania watu, kukuza uchumi kwa ujumla, na kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma yetu. Kutimiza ili kutimiza hili tumeweka mkazo kwenye matumizi ya teknolojia ya kisasa na mikati yetu imekuwa ni madhubuti ya kuhakikisha kwamba huduma zina unazipata pale ulipo. Ukiangalia mwaka 1996 tulikuwa na matawi kumi na tisa lakini leo hii tuna matawi mia mbili sitini na haya ni matawi tuliyojenga au tuliyopanga na mmemsikia mkurugenzi aliyopita akisema kwamba ni ya gharama sana lakini sisi tuliwekeza kwa kujua umuhimu wa kuwafikia wananchi, na ukiwa ni msingi mzima wa benki yetu tangu ianzishwe.